Ni swala la ushiriki wa sekta binafsi ya ndani na nje katika mambo haya tunayoyafanya kwenye sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu, lakini upo msisitizo na maelekezo mahususi kwamba tufanye kila linalowezekana kushirikisha sekta binafsi ya ndani, wakati huo tunashirikiana na sekta binafsi ya nje kwa sababu za kiteknolojia, kwa sababu za kimtaji, kwa sababu za kiuzoefu lakini pia kwa sababu ya kupata masoko nje, kwa sababu hii ni biashara kubwa ambayo soko letu la ndani ikichangamka halitoshi. Basi tutakapolazimika kutumia sekta binafsi ya nje, tuzingatie mahitaji mahususi ya sekta binafsi ya nje na yale mambo ye mengi iwezekanavyo yafanywe na sekta binafsi ya ndani, na ndiyo maana nimewaomba mfanye uchambuzi wa andiko lenu ambalo liko wizarani kuhusu ushiriki wa sekta binafsi ndani ya TAFICO ili tuliangalie kwa undani na tuone kama linakidhi mahitaji ya sasa, halafu liwe ndiyo mwongozo wetu.